Naungana sasa na Ibrahim Rahbi mchambuzi wa masuala ya kimataifa kuzungumza zaidi kuhusiana na taarifa hizi zilizojiri. Karibu, Rahbi. Shukrani sana. Na tuanze na hili la Iran ambapo imekanusha madai kuwa iko tayari kurejea katika mazungumzo, uh, swala ambalo lilizungumzwa na Marekani lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran amekanusha hilo. Uh, nadhani sijui kuna kitu gani, kuna, kuna shida sehemu ipo kwa Donald Trump nadhani, katikati ya huu mzozo alituambia, katikati ya mzozo wa Iran na Israeli alisema kuwa uh, Irani wameomba mazungumzo ya, yani, ya, ya kumaliza vita. Baadae Iran wakakanusha wakasema, sisi hatujaomba. Baadaye taarifa zikaoneka zikaonyesha kuwa yeye Trump ndio aliwasiliana na China, aliwasiliana na Urusi pamoja na Uturuki ili waongee na Iran. Hizo taarifa sasa, kumekuwa na mwendelezo wa taarifa ambazo sio sahihi za Donald Trump akizitoa mara kwa mara kuwa huyu kasema hivi, huyu kasema hivi. Sasa ukichukua hii taarifa ambayo alizungumza kwa uwazi kabisa alivyokuwa kwenye mkutano wa NATO kule Uholanzi kuwa wiki ijayo tunaanza mazungumzo na Iran. Sasa mwakilishi ambaye anasimamia haya mazungumzo ya nje kuanzia mwanzo wakati wa Marekani ilikuwa ni Steve Witkoff, lakini Iran alikuwa ni Abbas Araghchi anayesimamia haya mazungumzo kutoka Iran, Abbas anakanusha, anasema sisi hatuna mazungumzo yoyote. Kwa hiyo ni mwendelezo ule ule wa Trump kujitungia mambo na kuyaweka hadharani kuwa haya ndio yametoka sehemu fulani. Lakini hii tabia sijaiona tu kwa Trump, hii tabia niliona hata kwa Biden. Biden naye alikuwa anatoa hivyo hivyo, kuwa anaweza akakurupuka tu akasema kitu kuwa mimi nimetumwa niseme hivi, kama alivyotoa mpango wa kumaliza vita wa Gaza mwezi wa tano mwaka jana, akasema huu ni mpango ambao Israeli wamenipa niuseme, lakini Israeli wakaja wakakanusha wakasema sisi hatujashirikiana lolote hmm, kwenye huo mpango. Huo mpango ulikuwa ni wakwako, kwa hiyo ni tabia ambayo nimeiona hivi karibuni tu, anasimama labda anahisi kusema hadharani, huenda ikashawishi upande mmoja hmm, kuamua ku, kulimaliza hilo. Siku moja baada ya tu ya Juni kumi na tatu, uh, China hmm, ilifikia uh, mataifa hayo yote mawili hasa katika uh, kuwa sehemu ya kufanya mazungumzo ama kutoa suluhu katika kile ambacho kinaendelea, uh, ushirikiano ama, uh, ni kwa vipi China imekuwa pia ikihusika. Uh, katika hili China ni mshirika wa pande zote mbili, kama alivyokuwa Urusi. Unajua, kwenye huu mgogoro watu wengi walikuwa wanachanganya kuwa wanaamini kuwa Iran ana ushirikiano mzuri na China na Urusi, labda huenda China na Urusi zingeingia upande wa Iran kusaidia, ikiwa Marekani angeingia upande wa Israel kusaidia, lakini hali ikawa tofauti. China na Urusi wakabaki kukaa pembeni bila kuingilia chochote licha ya kuwa Marekani aliingia moja kwa moja kwenye mzozo kwa kushiriki, lakini hao walibaki pembeni. Sasa Uchina uh, na Urusi wao ni washirika wa pande zote mbili vizuri. Bila shaka kabisa China anafanya biashara kubwa na Israeli na hata masuala mengi ya, ya chip hizi za masuala ya, ya GPS na vitu wanashirikiana sana China na, na, na, na, na, na Israeli mm, lakini China, Irani wana ile road belt ile. Kuna reli ambayo inatoka Iran to China ambayo iko iko kwenye ujenzi, barabara zile za connect. Kwa hiyo mafuta anayeuza sana Irani, mafuta anayemuuzia ni China kuliko nchi yoyote. Na juzi Trump akasema tumefungua kuwa wanaweza wakauza mafuta kwa China. Katikati ya mazungumzo, yalikuwa kati ya awamu ya tatu au ya nne, Marekani ilienda kuweka vikwazo kwenye meli za Irani zinazouza mafuta China. Sasa hawa wote ni washirika wa pande zote mbili kama ilivyo kwa Urusi. Urusi alishindwa kuingia kwenye huu mzozo moja kwa moja kwa sababu yeye, ndani ya Israeli ukitoa lugha ya Kihebrew kinachozungumzwa na lugha ya Kiarabu, basi lugha nyingine inayozungumzwa zaidi ndani ya Israeli ni Kirusi, maanake kuwa kuna mamilioni ya Warusi wanaishi Israeli. Kwa hiyo ukiangalia uhusiano wa Urusi na Israeli unakuja kabisa, ni uhusiano wa kidamu. Halafu upande wa pili Urusi ana uhusiano mkubwa wa kimkakati na biashara na Iran. Hapo sasa ndio mnaona kuwa China akashindwa kuingia moja kwa moja wala Urusi akashindwa kuingia moja kwa moja kusaidia, licha ya upande wa pili ulisaidiwa moja kwa moja na Marekani. Sasa wakati huu kinachoendelea, wote uh, wamekubaliana kutoendelea na mashambulizi uh, lakini katika upande, kwa upande wa mazungumzo inaonekana bado uh, hayajafua ha, dafu, mwja, aki, aki kwa sababu kila mmoja akisema la kwake huyo anasema watafikia uh, uh, uh, mazungumzo, lakini uh, wakati Iran wenyewe wa akikanusha hilo inaweza ikaendelea hivi kwamba um, mapigano yamesitishwa bila mazungumzo na uh, kukawa salama, mazungumzo yatakuwepo kwa sababu hmm. Licha ya kuwa Abbas Araghchi amekanusha kuwa hatuna, yani maanake, ukimsikia Abbas anasema kuwa hatuna proposal yoyote, yani kuwa hakuna chochote ambayo kimetuambia tutakutana wapi au lini, hiyo hakuna. Lakini ukichukua kauli za Irani kuanzia mwanzo wa mzozo mpaka wanamaliza wanasema kuwa hawajawahi kufunga dirisha la mazungumzo wanasema diplomasia sisi kwetu iko wazi na, na kwa hiyo wanaopaswa kuitisha hayo mazungumzo ndio watupasi kwa sababu kama msimamizi mkuu wa mazungumzo aliyokuwa amesimamia katika wa tano ilikuwa ni Oman. Hmm, na mazungumzo yalifanyika mara tatu Muscat, mara mbili yakafanyika Rome. Mazungumzo ya sita ndio yalikuwa yafanyike tarehe 15, Israeli ikaanzisha mashambulizi tarehe 13. Kwa hiyo Oman ambaye ndio alikuwa msimamizi ndio anatakiwa awasiliane sasa kama na Marekani ambaye alikuwa amesimama kama yeye kuwa ndio anafanya mazungumzo ili kutoa tarehe kamili ya mazungumzo kwa sababu ni lazima mazungumzo yafanyike. Hii, hii ni ceasefire, yaani ni usitishaji, sio kumalizika. Sasa tumemalizaje kwenye hili hmm. Sasa kama ni ceasefire, tunataka tumalize kabisa kuwa makubaliano yawe yapi? Sasa hayo makubaliano ndio yanatakiwa sasa yapangwe, isipokuwa Irani walithibitisha kuwa hawajaalikwa kwenye haya yaani, kuwa hamna mazungumzo ya sasa, lakini hawajawahi kufunga milango kusema kuwa sisi diplomasia haipo tena kwetu. Wao walishaweka wazi wakasema kuwa diplomasia sisi ipo kwetu wazi, na ndio maana hata katikati ya, ya mashambulizi na vurugu, waziri wao wa kigeni Abasi Arachi hmm. Alisafiri akaenda Ankara, alisafiri akaenda Moscow, alisafiri akaenda Geneva, akakutana na mawaziri wa kigeni wa Ulaya yote katika kuonyesha kuwa wao wako tayari kwa diplomasia. Sasa mwisho katika ile Iran eh, Marekani na Israeli wanasema waliharibu vinu eh, vya nyuklia ikiwemo kule Fordo na maeneo mengine lakini Iran wenyewe wamekanusha kuhusiana na wamekiri, uh, kwamba upo uharibifu ambao umefanyika, lakini sio kwamba uh, kila kitu kimemalizika kime, uh, uh, jana nilikuwa nasikiliza majibizano ya maseneta wawili Chris Murphy wa uh, Chris Murphy wa Democrat pamoja na Lindsey Graham wa, wa, dem, wa Republican na Democrat, wawili hawa masenata Chris anasema kuwa Trump ametudanganya. Huyu ni mdemokrat. Anasema Trump ametia chumvi kwenye uhalisia wa Chris Murphy. Graham anasema kuwa Trump amesema ukweli kuwa yameimaliza kabisa, ile ile nyuklia imekwisha, lakini taarifa iliyovuja ya CIA ambayo kila wanapohojiwa jana Peter Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, alivyohojiwa alikuwa mkali sana ni kama vile ambavyo wamekuwa Trump yani hii taarifa ya CIA imesema kuwa was damaged, not destroyed, yani kwenye hicho kitukuwa yeah. sio destroyed. Yani sio imeangamizwa ila kuna damage ambazo Irani wanakiri. Kuna, kuna uharibifu ambao Irani wanakiri uharibifu jana, yeah. Yani kulikuwa kuna mjadala wa uh, EU juzi kwenye mkutano wa NATO. EU wana, baadhi ya mawaziri wa EU uh, wanajadili wanasema kuwa tunafahamu kuwa nyuklia ya Irani haijafutwa lakini tuna uhakika imeharibiwa, lakini hawawezi kumwambia moja kwa moja Trump kwa sababu ni mtu wa kupanic kuwa atakasirika. Jana waandishi wa habari walivyombana hmm. uh, uh, Peter Hegseth, tupe ushahidi wa kuangamizwa kwa nyuklia ya Irani, alienda kujitetea kwa huruma kuwa alijibu jibu, jibu lile lile la Trump alilojibu kule NATO kuwa msiwakatishe au msiwavunje moyo marubani wetu, wamesafiri kilomita elfu kama kilomita wameenda kufanya kazi nzuri, lakini hakuna uthibitisho. Ni kama vile alivyozungumza uh, mkuu wa uh, IAEA uh, Rafael Grossi yeah. Grossi alivyoulizwa kuwa hebu tuambie kuhusu nyuklia, akasema mara ya kwanza ilikuwa damaged halafu mara ya pili akasema kuwa imeangamizwa, lakini yeye na shirika lake bado hawajaingia Irani, akawa anasema tunaomba kibali tukaruhusiwe tukague. Sasa waandishi wa habari wakamuuliza kuwa unataka ukakague, hali ya kuwa unatuambia imemalizwa, umetoa wapi hiyo taarifa? Umeona? Kwa hiyo kuna mkanganyiko wa hili kumalizika au kuto kumalizika, lakini maswali mengi yamekuwa, unajua wakati wa mazungumzo yale ya, ya awamu ya kwanza ya pili, mpaka ilipofika ya ya tano, kulikuwa kuna ule mjadala wa kuwa kilogramu mia nne za uranium zilizokuwa zimerutubishwa zihamishwe kutoka Iran zipelekwe nchi nyingine. Naam, rafiki, kwa kifupi tu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kule Kenya 16, uh, wamefariki na mamia wamejeruhiwa hasa katika maandamano haya ambayo yamefanyika juma hili, na hili lilifanyika uh, kwa ajili uh, ya kumbukizi ya mwaka jana tu katika uh, kupinga ule mswada ambao ulipitishwa uli ilikuwa kukumbukizi ya mwaka mmoja mm -hmm, ya vifo vilivyotokea mm -hmm, na sasa vifo vingine kumi na sita vimetokea. Wakati ule watu 60 waliuawa, wakati huu tena uh, e, wakati, wakati mara hii, sita; wakati ule 60 mara hii kumi na sita, maanake mm -hmm, unaonyesha kuwa mwakani kutakuwa kuna kumbukumbu kumbu ya mwaka mmoja huu na miaka miwili kwa watu wengine waliokufa, yani zaidi. Kinachoendelea Kenya, mara nyingi huwa nakizungumza, hakijawahi kufahamika. Wakenya wanataka nini? Kuna matatizo yako wazi kwenye serikali ya Kenya yako wazi lakini tuchukue baadhi ya muonekano zile video za matukio ambayo tulikuwa tunayaona Kenya manake ukisema kuwa kuna raia wamejeruhiwa zaidi ya 400 kati yao wengi zaidi waliojeruhiwa ni askari licha ya kuwa kuna watu wamekufa. Wamekufa kwa risasi zimepigwa manake nani kafiatua utajua ni askari wamefiatua lakini ukitazama yale maandamano yalivyokuwa na ukisikia maelezo ya upande wa pili unashindwa kupata picha kamili yalikuwa ni maandamano au yalikuwa vurugu, kwa sababu imeonekana uporaji mkubwa zaidi kwenye maandamano. Halafu Hilda, hmm, hakuna serikali yoyote duniani itavumilia maandamano yoyote yanayokwenda mfano, um, kushambulia bunge, kushambulia ofisi za serikali au kushambulia chochote. Hakuna serikali. Unajua, kuna kitu kimoja ambacho huwa nakizungumza mara kadhaa, kuwa kuna kitu, kuna kitu kinaitwa demokrasia ambacho hmm, tumepewa lakini hatuja, hatujapewa moja kwa moja. Demokrasia yetu inatakiwa ipesti, yani kuwa copy and paste za kwao, au, au sisi tuna demokrasia yetu, kwa sababu hata wao tumeona Marekani, Ujerumani, wote watu wakiandamana jinsi wanavyochukuliwa hatua. Eh, maana yake demokrasia ina mipaka. Shukran rafiki mm. Asante sana, tunakamilisha na hilo katika kuangalia taarifa mbalimbali kimataifa kwa... N